Vipi mpenzi, wapenzi, leo tutaenda kuonyesha jinsi ya kudownload kitu kwenye app ya Adam Gaming TZ. E, cha kufanya ni kusahau kusubscribe channel yetu, link ipo hapo kwenye description. E, unaweza ukachangia app yetu. Hii ina vitu baadhi inauza, ila vingine tunatoa kama ofa. Au basi tusipoteze muda tena, tukaangalia jinsi ya ku download kitu kwenye app yetu. Cha kwanza tutafungua app yetu e, kama unavyoiona muonekano, mwonekano wake ni huu hapa, tutafungua app yetu. So, cha kufanya kitu kit jinsi ya kununua kitu, jinsi ya kununua utanunuaje? Cha kufanya utaenda hapa hivi hapa hivi au vipi? Utaenda hapa ukibonyeza hapo itakuleta kama na hii. Oh sorry, utakuja hapa chini, hapa hapa hapa chini hapa kushabonyeza hapa ipo andiko Adam Gaming TV. ukibonyeza hapa itakuleta hapa hivi. Cha kufanya wewe utaenda kubonyeza hapa. Utabonyeza hapa hivi. Au vipi? Ukibonyeza hapa itakuleta huku hivi kwenye bidhaa ambazo tunaziuza hizi. E, ndio bidhaa ambazo tumeziposti chache tu hizi. Ndio bidhaa ambazo tunaziuza ziko chache tu, sio nyingi sana hizi bidhaa watu naziuza na bei zake ziko hapo hapo, au vipi? Cha kufanya tutaigusa, kama tunahitaji kichwa liico tutakigusa, kama tunahitaji hii hold basi kizi tutaigusa catuleta huku hivi ikiuleta huku, usibonyeze bai, usibonyeze bai. Ukibonyeza bai, no, bai. Atuweka application ya kununulia. Weweza kufanya, utabonyeza info, itakuleta huku kwenye my office hapa, utamtumia, utabonyeza hapa ili kunitumia SMS online au hapa hapa. mweze kuelewa hapa. Bonyeza hapa. Mkibonyeza hapa mtanifuata moja kwa moja kwenye account yangu ya, ya WhatsApp tuweze kukuhudumia au vipi? Yaani, hapo chingine cha ja kufanya ni kumaliza hapo basi, au vipi? au unaweza kuja tu hapa kwenye my office hapa, ukanifuata tu hapo, nikakuhudumia hapo, nikupeka moja kwa moja kwenye office au vipi basi. Aina aina namaaduguana, tutakutana siku nyingine kwenye video nyingine. Asanteni sana.